Kwa mfano mfanyabiashara ambaye leo ameuza sana, amepata fedha nyingi sana, alafu analala anasema, jana nimeuza mno, ataanza kutumia zile za jana, na ndivyo walivyo wengi ambao wanatumia akiba ya jana, wanaisha wakiwa watupu, hawana lolote mbele za Mungu. Lolote ambalo umelifanya jana, ikiwa ni jema, achana nalo. Panga kufanya jema zaidi ya lile ambalo umefanya jana panga kutenda mambo makubwa zaidi ya yale ambayo umeatenda jana. Kama ni mabaya ya sahau yote, futa yote, panga mema mengine ambayo Bwana anahitaji uyafanye. Mabaya yote futa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo watu wengi hawafikii ndoto zao, kwa sababu wanayaishi, wanayawaza, wanatafakari mambo ya jana. Wengi wao wanadhani ni mabaya tu ambayo yanapaswa yasahaurike mazuri yote ambayo uliyafanya jana, yote sahau. Maana ukiyasahau utakuwa na mkakati, utakuwa na bidii na jitihada za kutenda mengine ambayo ni mema zaidi yale ya jana, kwa utukufu wa Bwana. Na baada ya kutenda mema hayo, hautakuwa wa kawaida, utapiga hatua, utakwenda levo nyingine. Maana ni mtu ambaye hauangalii jana. Ukitenda a jana limeisha, unapanga jingine, mawazo mengine unakwenda hatua zingine.